Hello my beautiful people, mambo vipi? So today nitaenda kuelekeza namna ya ku download icons kwenye simu. So kitu cha kwanza, icons kama zile za WhatsApp, Facebook, nini kama hivyo kwa ajili ya kuweka katika matangazo yako, ya biashara, mtandaoni na kadhalika. So kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya utaingia search engine yoyote kama ni Google au Chrome, then utasearch hapo flat icon. The icon then utaingia kwenye hii website ya so, hiiwebsite icon baada ya uh, hapo hapa juu kuna sehemu ya kusearch hapa. Utasearch icon yoyote unayohitaji, so let's take an example, labda nataka icon ya WhatsApp, tasearch tu hapo. Kama unavyoona zitakuja za kutosha, au mwenyewe utachagua unahitaji aina gani, so na hizi icon ni very high quality na quality nzuri. So kwa mtu yote ambaye anahitaji, ni a good site, unapata icon zenye quality nzuri, tofauti ile kwenda mtandaoni google tu una search whatsapp na download na na quality mbovu. Hii website ipo maalum kwa ajili ya icon zote unazojua, una wewe kwa unaweza kaingia ukasearch icon yoyote. Baada ukishafika, mfano nataka ni download, utaingia hapo upande wa png, upande wa png kuna sehemu hapo imeandikwa pixels hizi 512 pixels kwa, sometimes unakuta inakuwa pixels ni ndogo. Kwa hiyo utakachokifanya uta umeona hapo, unasemea kuchagua hapo, hiyo inaonyesha hii hapo, utakliki sehemu hapo, itatokea hii hii hizi option hapo. Kwa hiyo ukifanya, utakliki hii ya juu kabisa, ambayo ina quality kubwa zaidi, so utai click hiyo, then uta click free download, then download baada ya hapo, kama unavyoona, tayari hapo icon yetu ishakuwa downloaded fresh kabisa, ni high quality icon mm. Let's try another one, labda nataka ni download icon ya TikTok, ta search TikTok kwa ni hivyo tu, search unachagua muonekano unaohitaji ta click, baada ya hapo utabonyeza hapo kwenye png hapo, utachagua hapa, tuisha chagua, chagua mia tano kumi na mbili so inatokea kote, then utachagua png Free download. Then baada ya hapo utakuwa usha download icon yako kama hivi unavyoona, ukiklik hapo open, ukiopen hii hapo, kama unavyoona hapo, a very good quality icon then utaingia kama ni pixel lab hapo unakifanya utakuja kwenye alama ya jumlisha hapo juu, then utakuja from gallery, utakuja upande wa downloads. Kama haijatokea hivi kwako, utakuja sehemu ya downloads hapo. So ukija hapo, utashuka chini, hizi hapo utaweka tiki, just like that, una icon yako safi kabisa. Hii hapo utaiset mwenyewe wapi unataka okay, ikae pale, ndo nitoe hii niweke hii beautiful. Kwa kama hivyo simply like that, unakuwa na icon zako fresh kabisa. So thank you so much for watching this, usahau ku like ku share na ku comment kama kitu chochote hujaelewa. Pia comment kama kuna kitu chochote unahitaji nielekeze, just feel free comment hapo chini, nitaelekeza anything about phone, labda graphic design.